ya mwenye haki ina nguvu sana, inatenda mambo mengi. Sehemu nyingine nasema inafanya mambo makubwa kwao. Usijidharau unapokuwa unamuomba Mungu, iko nguvu iliyo ndani yako inayoweza ikitoka, itabadilisha mazingira ya maisha yako moja kwa moja. Mwingine usilaumu, kwa nini watu hawakuombei? Ni kwamba wewe ndo mtu wa kwanza unayetakiwa uombe kabla ya watu wengine hawajakuombea. Kwanza wewe waombee watu wengine kabla ya wao hawajakuombea wewe. Sema amen, sema amen. Naambia jirani yako upo na, na ukiona mtu yoyote analalamika, mbona haombei? Ni kwamba yeye hawaombei watu Funga mgono yaani, ukianza kulalamika, ukiona malalamiko kuna shida kwenye eneo fulani.